Hapa, si ngeni machoni wako tena. Nimefurahi kuwaona kwa sababu mimi ni shabiki wenu mkubwa, asante sana. Huwa nafuatilia. Ndio wanajua kufanya uchambuzi, asante sana. Kwa hiyo huwa na, nafarijika sana uh-huh, naona raha sana tunashukuru ah, sana, baada ya kukukuta wewe mwanangu kabisa. <laughs> nashukuru <laitana. laughs> yeah. Nashukuru sana <laughs> nashukuru sana uh, kwa faida tu ya wasikilizaji Eh, Ismail Alhaji, Alhaji Ismail Aden Rage ni baba yangu eh, lakini pia ni bosi wangu mkubwa eh, Simba Rango alikuwa ananiuliza uliza yeah, mwanzoni pale. Yeah. Kivipi kivipi <laughs> ni baba yangu lakini pia ni bosi wangu mkubwa kwa hiyo ukikaa <laughs> katika meza moja unazungumza na baba na bosi hey. Aa, kwa kweli unajisikia furaha sana kabisa, kabisa. Eh, kabisa, kabisa. Tuna, tuna, tunakumbushia mambo mbalimbali ambayo yamejitokeza. Tunajua kabisa mmekuwa na wakati mgumu sana nyie viongozi wakati ule. E, fainali ile kushindwa kuchukua kikombe hapa hako, kibakiza Tanzania dhidi ya Abidjan e, maswali mengi yamekuwa yanaulizwa na mmekuwa mnatoa ufafanuzi maeneo mbalimbali, kwamba jamani, ile fainali haikuuzwa, ni matokeo ya mpira tu yamejitokeza. Tunawaonea huruma sana wakati mwingine mnavyopambana na maswali kama haya, lakini yote kwa yote Watanzania wanaelewa kwa vile ambavyo mlikuwa mnayazungumza. Hebu kwanza tupe picha kwanza, uliona kwamba Simba wanaweza kuingia fainali katika haya mashindano msimu huu ah, labda nikukumbushe. Ndio, Simba ana rekodi ya kufanya miujiza katika mashindano ya kimataifa katika nchi hii, ndio kuliko klabu ingine yoyote, ndio japokuwa Yanga ni wa kwanza kuingia kwenye kota final, mm. kwenye mashindano ya klabu bingwa, lakini Simba kwa mara ya kwanza mashindano ya kimataifa yalipoanzishwa E, ilikuwa Disemba mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu mm. ndo sekafa ilianza, mi sijazaliwa hapo bado mm. Simba walichukua ubingwa kwa mara ya kwanza mm. na mimi bahati yangu nilikuwa ndio nimejiunga na, na, na Simba mwezi huo wa sabini na tatu ndio sabini na nne Simba tukafika semifinal tukichezea kule Mehala Kubra mm limpiga bao moja hapa kufika kule yika, wakatufunga bao moja lakini wakatutoa kwa, kwa penalty. Ukitaka nikushereshe naweza nkakutajia na timu skuieshushe e, kidogoni wakati wake golkipe alikuwa marehemu mambo sasa, hmm. namba mbili alikuwa Shabani Baraza, namba tatu alikuwa marehemu Kajole Muhamed, namba nne alikuwa Athumani Juma marehemu Mungu wa mrehemu Namba tano senta hafu alikuwa Chogo naye ni marehemu. Hafubeki sita alikuwa Khalida Bait, lakini hafu ya pili akashindwa kuendelea akaingia Gumbo, marehemu naye sasa hivi. Namba saba alikuwa Wile Mwajibe ambaye naye ni marehemu. Namba nane alikuwa Captain Haidari, yuko, yuko Dubai yeye. Namba tisa alikuwa Adam Sakuru ni marehemu sasa hivi, na sio wake ndio binti Mm, Zubeda. Zubeda, eh, sasa hivi. Sasa hivi. Eh, namba kumi alikuwa King Abdallah Kibaden. Oh, kumi na moja alikuwa Abbas Dirunga marehemu. Mm-hmm. Kwenye bench tulikuwa Hassan Mlapakoro, likuweko mimi alikukwa Romwitu, alikuweko bwana mwingine namkumbuka Clement. Kocha ambaye anastahili sifa kubwa sana alikuwa marehemu Paul West Kivaha ndo oh. Alikuwa, alikuwa, alikuwa kocha wetu hmm. Na wakati ule timu ilikuwa inafanya vizuri kwa sababu tulikuwa na waziri ambaye anapenda sana michezo, Meja Jenerali Sarakikia, Sarakikia. Eh. Kwa hiyo, baada ya hapo, Simba ikaja ikafanya tena miujiza mwaka 93. Mm -hmm. Tukaingia fainali. Hmm. Eh, bahati mbaya siku ile half time marehemu Kanal Yunus ambaye alikuwa katibu mkuu wa fachi hmm. akaanza kutangaza ratiba kabla mpira haujaisha, yani hiyo. Unazungumzia mechi ya mwisho mwisho. Sasa ya mwisho, fainali ya pili, tuko Dar es Salaam, mwaka 93. Kikombe kitapita Buguruni, hatukufanikiwa. Na wakati huo mimi nilikuwa siku hiyo niko na na, na, na bosi mkubwa, bilionea Said Bakresa no. Maake 82 mimi nikiwa katibu mkuu wa Simba, yeye alikuwa mweka hazina wangu mm. na ndo alinipa heshima kubwa kuwa na mweka hazina mwenye uwezo, katibu unafanya unalotaka. Unalotaka. Sawa sawa. Timu ya Simba tulikwenda Parisi siku, nani ufara, eh, Brazil mm. siku 45 hakuna timu Tanzania au East Africa iliyokwenda Brazil for training mm. Kabla ya ligi kuanza ndio siku arobaini na tano. afu tuliondoka na tano. Air France kutokea Dar es Salaam I mnaenda mean Charles mm. de Gaulle Paris mwanaume akatulaza Sheraton Hotel ndio kazino na meneja wetu alikuwa mdogo wake <laughs> anaitwa Jamal ndo <diyo>. tukaenda <laughs> naye mpaka Brazil kwa hiyo kwa kweli mm. ni mtu ambaye mm -hmm. ame, katika nchi hii tunatakiwa tumshukuru sana. Sahihi kabisa, kwa sababu mpira wa Tanzania sasa hivi umebadilika ni kutokana na juhudi ya Azam Radio na Azam TV mm -hmm. Lakini hasa Azam TV mm -hmm. imebadilisha mpira wetu wa Tanzania Ndiyo. Na watu wameanza kujua sasa faida ya mpira sasa mm -hmm. hivi tunaona tunapata sponsors Ndiyo. Ni kwa sababu zamani ilikuwa ni vigumu mtu kusponsor mpira ambao hauonyeshwi kwenye televisheni mm. Sasa mpira unaonyeshwa kwenye televisheni mm. Ukiangalia e, mashindano yetu ya klabu bingwa hapa pia yameanza kupandapanda, ndio. Ukichukua kombe la, la, la bingwa hapa Tanzania mm. Angalau unakabilia siku hizi ka bilioni mm. Lakini sasa huko mechi ambayo inapigwa kesho mm. hivi, navyoongea na wewe tayari Simba wana bilioni tatu. Oh. Ipo tu. Sio unaingia fainali mm. unalipa dola bilioni moja Mm. ni 2.7 ni kama milioni tatu milioni tatu. Kwa hiyo mimi sikushangaa kusikia uh, rais wa heshima na ahidi bilioni moja mm. E, sasa kama anatoa mfukoni mwake mm. basi ni vizuri, lakini na ya kwenye ya zawadi basi waongezee wa wachezaji wapate, wa, wapate pesa nyingi. Nikurudishe ni kidogo hapo uliposema kwamba wakati fainali ile inachezwa hapa Eh, mapumziko tu wakaanza kutangaza kwamba kombe hili litapita ah, litapita mba mba kule mba litapita mba mba. Na hii pia wametangaza hivyo tayari, ratiba ishawekwa yeah. ya kombe itakapopita la haula wala kuata. Nadhani hao wanafanya utani, mpira wa leo mgumu mgumu, ndio asifikirie mtu ni mpira rahisi mm. e, na nakumbuka fainali moja ya UEFA Naam. kocha Mourinho akiwa Inter Milan mm -hmm. alicheza na Barcelona UEFA cup wakati ule, ukiangalia Inter Milan na Barcelona mm -hmm. ilikuwa tofauti, Barcelona walikuwa wako juu sana mm -hmm. lakini walishinda, na walikuwa nusu, baadaye walikuwa kumi mm -hmm. mchezo aliocheza, ambao mara nyingi ndo ilikuwa fomula yake mm -hmm. wa kupa kibasi ah, unaweka kontena hapa eh, kwa hiyo na hofu hawa wabarekane mm -hmm wanaweza wakaanza na staili hiyo ya kupaki basi. Ya kupaki basi, lakini Simba they have to be very careful mm. wale wana mabeki ambao kama wakwetu wanaweza counter attack. Sisi bado sijaona Simba kama sio sio, sijaona mahala popote wakicheza wakifanya counter attack mara mm. nyingi timu tunazocheza nazo zikifanya counter attack huwa zinatuumiza mm. kwa hiyo ni, ni, ni nipongeze kabisa kwamba e, kocha wetu hmm. Anajua hilo, anajua kikubwa ambacho nimewashauri nime, nime viongozi wangu hmm. Nadhani watafikisha meseji kuhakikisha wanaipunguza nguvu ya hawa wa Moroko kwa kumbana yule Kamala Mm. Is ma very good e, ma uh, yule mchezaji mzuri sana kwa kumzuia asipate malisho yule, yes, yule mapafu ya mbwa yake, wallahi anakwenda, naweza nkamfananisha na mchezaji mmoja alichezea Simba na, na, na timu ya taifa Mtemi Ramadhani, wote kwa kwakwenda juu kwenda juu, na mambo ni mazito sasa. Hebu tupe uhondo kidogo hiyo mwaka elfu moja mia tisa na